hizo tunaita ni mbinu za kimchezo. Sisi tukienda kucheza Uarabuni, hakuna watu wanapoteza muda kama Waarabu na hiyo ni sinario yao. Kwa hiyo sisi kupoteza muda kwa Kamara alikuwa iko sahihi, kwa sababu wale jamaa walikuwa hawataki hata tupumue, tukipumua hao hapo, tukipumua hao hapo, wamekuja wamefika. Ili Kamara aweze kushusha presha ya wachezaji, lazima atulize presha kwa, kupu, kwa kupunguza muda. Kwa hiyo binafsi pia nampongeza kwa sababu kuna goli ambalo kiukweli kabisa mwacheni Nabi Kamara, amini Kamara haitwe kama kwa sababu kuna goli nilikuwa naona hapa tunafungwa, yaani leo nimesikia joto, baharini niko baharini na nimesikia joto, yaani na sweti, hali ilikuwa mbaya ya lakini tunashukuru Mungu tumevuka. Timu iendelee kujiandaa vizuri, wachezaji waendelee kupambania nembo ya Simba. Nafasi anakosa nyingi sana Jean Chalea wa pengine hii alikuwa anawapa presha kiasi gani mashabiki wa Simba huku mlipokuwa mkitazama mchezo huu? Nafikiri uh, presha lazima tupate, na ukizingatia zilikuwa nafasi za wazi. Kwa hiyo swala la presha ni swala la kawaida kupatikana, lakini mimi binafsi kiukweli niseme tu nimemsamehe kwa leo, arekebishe makosa ambayo ameyafanya, ambayo mchezaji yote anaweza kufanya, washafanya wachezaji wakubwa duniani, sembuse uh, uh, aua kayo binafsi, mimi nasema hajakuwa kwene kiwango kizuri le, yeah, miongoni mwa mechi nane mpaka mechi tisa, kila mnapokuwa mkianguka katika dimba la Benjamin William Mkapa mnapata matokeo. Hii leo mmefuzu kwa sare, pengine labda ile slogani ya kwa Mkapa atoki mtu huenda ndio kama inakuwa ina dalili ya kufa hapa. No bro, mechi ilikuwa ngumu, huyu tuliocheza naye sisi sio mpapai umecheza na mwanaume kweli kweli, yes, yani hilo lazima tukubali. Umecheza na timu yenye kiwango bora sana, na lazima tukubali, wenzetu leo walikuwa bora, hilo halina upinzani. Lakini aa, sisi ndio magwiji na makonta wa haya mashindano, tunajua tunacheza vipi mpaka kufikia malengo yetu. Lakini kwenye swala la ubora kwenye mechi ya leo, wenzetu walikuwa bora zaidi. Ni vile tu tulimwahi kwake na kwetu tunaweza kupata goli kupitia wa mkwaju wa penati na wao kaweja kurudisha kupitia mkwaju wa penati. Kwa hiyo swala la sisi a, a, a, kufuzu kwa njia ya, ya, ya, ya sare, hilo sisi halitusumbui. Sio so mara ya kwanza tulishafuzu kwa njia ya mini ya sare wakati tunacheza na Power Dynamo. Yes. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, tukubali tu leo wenzetu walikuwa kwa, kwa kiwango bora huo ndio kweli ambao hauwezi kupingika pengine kwenye ile expert ambayo eneo la ushambuliaji kilichotokea leo pengine, yeah. unaona ile expert imekosekana, nafikiri mtakuwa mnamkosea sana Aua kwa sababu ni mchezaji ambaye kwenye ligi yetu ndio mchezaji ambaye anaweza, katika timu yetu anaweza kuasisti na kufunga, sijui unanielewa? Kilichotokea leo ni mchezaji yoyote duniani anaweza kafanya, walishatokea wakina Ronaldo washafanya, wakina Osman washafanya, wakina, wakina Messi ni kitu cha kawaida. Ni vile tu sisi tulikuwa na pressure kwa sababu alitufanya roho zetu zidundie nje kidogo ya mahali pake, kwa sababu nilikuwa naona kama roho inataka kuchomoka hivi eh? Inadundia wapi sasa eh? Ilikuwa inadundia wapi? ina, ina henhen ushawahi <laughs> <laughs> kutoka jasho baharini baharini, sikuna baridi <laughs> <laughs> mi nilikuwa naona joto ile nyuzi joto 60 mi ndo nilikuwa naiona. Kwa hiyo binafsi niseme tu uh, leo hakuwa kwenye kwenye kiwango bora licha ya kusema kwamba uh, alipata nafasi za wazi kabisa angeweza kuzitumia. Kiukweli tungekuwa tunaangalia mpira huku tunakula popcorn, tunaagiza hata na samaki samaki pale kwa Aslei tunadonya tunanjo, lakini kiukweli pia mpira una raha yake kuangalia ukiwa na pressure kidogo. Hmm. Hey. Leo nimefurahia kipenga cha mwisho hmm. yani, hmm, nimekipenda hmm, eh, nime vibaya hmm, mno hmm. Ah, wale jamani hata ya <laughs> hmm. <laughs> yani mapigo ya moyo yalikuwa yanapiga ya tofauti na ambavyo anapiga kawaida, hata mtu ambaye pressure imepanda hmm. Mimi nafikiri nilikuwa ni sijui nisemeje ni, ni lakini hali yangu ilikuwa mbaya. Sasa hivi imetulia lakini eh, tumeshapita kwa mbali lakini bado ipo. Eh, kula kutetemeka kupo. Hey, na nimesweat kweli kweli yani kama <laughs> kama mwamuzi angeongeza dakika moja basi, <laughs> tungesema mengine au? Bwana bwana. Sawa, so, alicha uh, ya performance ambayo tumeishuhudia hapa leo lakini mechi ilikuwa ni ngumu sana. Sana sana so mpapai uh, yule ndio, lakini kuelekea kwenye hatua inayofuata. Yes. haiwapi pressure yote kama leo mchezo ulikuwa hivi? Nafikiri hii ni kawaida ya Simba. Mm. Yes. Kadi ambavyo sisi kama Al Ahly Eh? Kadi ambavyo tunasogea ndo ubora wetu unaendelea kuongezeka. Yes, kwa hiyo mimi sina pressure yoyote, nishasema sisi ndo Macon Tower. Mm. In town. Mm. Madoni, donieni kwa haya mambo. Kwa hiyo uh, kilichokuwa kinafanyika kina, kina, mm. Ni kuisumbua tu mahakama mm. Eh, lakini kifungo kilikuwa kiko pale pale yeah. Umeziona dakika 90 za namna gani haswa za, za, za Morris? Eh, ah, Abraham yeah. Ni, ni, ni, ni mchezaji mzuri sana <laughs> eh, ni mchezaji mzuri sana sana mimi ni mmoja ya shabiki yake. amemweka kibu benchi leo. Yes, una, unajua uh, mpira ni mchezo wa wazi sana. Morris Abraham, mechi ya Fountain Gate, alionyesha kitu ambacho sisi kama mashabiki tulitamani mpira usiishe. tunamwona Luis Jose Mixon Yes. Karejea Simba tena. hata mtangazaji badala ya kusema Morris anasema Mixon mamangu angu, hujamsikia, anasema Mixon, sijui unanielewa mm. tunamwona Luis Jose Mixon ambaye ayupo ndani ya, ya, ya Morris Abraham mm. Kiukweli Mwenyezi Mungu atutunzie Morris mm. Abraham mm. lile ni tegemeo letu yes, ni, ni mtu ambaye ametufanya ame wanasimba tuone miongoni mwa watu ambao tumesajili ukiachiana na, na... ulo wetu ni konte au kante ilo konu, ni kante Ukimtoa Kante, ukimtoa Nabi Kamara, ukimtoa chezaihuyo eh, huyo the Rocky, ukimtoa miongoni mwa sajili bora ambao tumefanya, ni Morris Abraham, apate nafasi aonyeshe ubora wake. Sasa mtoto hajachezea hapa Tanzania mtu kakulia Ulaya huko na ana mechi mbili tu, kiukweli tunajivunia yeye. Yeah, ni umri mdogo, lakini mambo makubwa. Hii timu ambayo mmecheza nayo leo mara papo, wangepewa wapinzani wenu, ah, wasingetoboa. Yule kocha Oktoba asingetikiwa. <laughs> mama wangu nakuambia, kocha Oktoba asingetiki Hamna kocha pale, kuna madevu tu eh? Ah, hawana kocha. Mbona wanajivunia, Wanasema bwana yupo. Na uzuri ni kwamba kwenye mioyo yao wanajua e, na, na ndio raha ya mm. yeah, hizi huu mpira yani, mm. wa, Yes. Ni vile tu hawawezi kutoka hadharani. Unajua miongoni mwa mashabiki mashabiki ambao Mwenyezi Mungu ametujalia akili ni mashabiki wa Simba. Sisi ni mashabiki ambao kocha akit, akituzingua tunamwambia sisi hmm? ni mashabiki ambao mchezaji akizingua tunamwambia, lakini wao ni watu ambao wanakumbatia matatizo, wanakumbatia misumari ya moto. Lazima tu itapunguza. Pikipiki yangu sije kaibiwa, sawa? Unapomuona, lakini kwenye hii michuano ya Champions League atoe makundi, atafika. Yule acha yule acha kina wote unajua, sivyo? Nikuambie kitu kimoja, yule acha kina wote anabebwa na timu, na mimi nina ubora wa wachezaji mmoja mmoja, pa okay. lakini la sivyo mm. kwa sababu ile timu ambao wamepewa wao, mm. mm. wangepewa hii, wangepewa hii timu mm. ah, wangeomba na kusali mm. Kiukweli, leo nimeamini Mungu yupo. Kwani yule ni kocha? Yule dalali tu, mzugaji tu yule, mpiga hela tu yule mpiga hela tu kaja kupiga mbuka yule winga tu kama Cox da yao basi. Sasa yule na Cox wana tofauti gani? yule na Cox yule winga akaliak wanao tofauti ya ipi? bwana ta v si, si inatengenezwa tu. wewe unaweza kutengeneza yako si kwa, kwa kocha sasa yule ni kocha. Ah, yule ni muzani yule ni yule yule yule yule ni kama miso misondo bwana, mimi nisikilize eh. Yanga wana wachezaji wazuri moja moja, jina bwana ah, mimi ni mtu wa mpira, mimi ni mshabiki wa Pacome Zouzoua. Mtu wa mpira huwezi kumkataa Pacome, ni mchezaji mzuri sana. Wale jamaa Pacome siku wakiumwa mama angu awatoboi eh? Eh, na kwa pia kuna dumbi pale. Haya, huyo dumbi atoka aje afanya nini eh?